Ni Alasiri Special. Kama ilivyo ada, timu ya Alasiri tumekuwa na utamaduni wa kuwasilisha Alasiri Special kila ifikapo Ijumaa, tukiangazia kwa undani kabisa mambo mbalimbali, ambapo kwa leo tunaangazia e, kinywaji cha kahawa. Wengi wamezoea kuita kahawa ama gahawa. E, sasa maeneo mengi sana ya mikoa ya Pwani na hata maeneo mengine ambayo sio mikoa ya Pwani amekuwa na utamaduni mkubwa sana wa kunywa kahawa. Leo mimi Rajab Chwaya nimefika katika moja kati ya maeneo hapa jijini Dar es Salaam kuzungumza na wauzaji wa kahawa lakini pia kuzungumza na hao wateja ambao ni wanywaji wa kahawa. Mengi yanasemwa kwamba wengine wanasema kahawa imekuwa ni kitu ambacho mtu ukiwa uki, uki, uki unakunywa mara kwa mara, kinakukaa kilini, unakuwa addicted ama unakuwa kama umekuwa mlevi. Tutapata fursa ya kuzungumza na hao wanywaji lakini pia wauzaji nao watatuambia, e, mtu akiwa na utamaduni wa kunywa kahawa ni kweli anakuwa mlevi, amekuwa amenogewa na kinywaji cha namna hiyo ama ni maneno tu. Bwana kama nilivyokuambia kwamba nitajikita sana kuzungumza na uh, wauzaji lakini uh, wanywaji ama watumiaji wa kahawa. Sasa hapa kulia kwangu yupo bwana muuzaji, lakini kushoto kwangu yupo bwana mnywaji. Sasa bwana, mambo vipi? Safi kaka. Uko poa? Niko poa ndugu yangu. Bwana, e, kwanza tuambie majina yako, unaitwa nani? Mimi naitwa Richi. Yeah. Richi Richard Jackson. Richi. Eh, kahawa haswa wewe una uzoefu nayo kwa muda gani? Ah, mimi, kawa miaka kumi na tano nauza biashara ya kahawa. Eh. Na ili kuweza kujua kahawa halisi huwa unatumia mbinu gani kuweza kufahamu kwamba kahawa hii yenyewe hii? Sio yenyewe moja, unaangalia jinsi, kawa ziko aina tofauti. kuna kahawa ya mafuta, kuna, kuna kahawa ya chungu, kuna kahawa ya kawaida eh. Na katika hizo kahawa aina tatu ambazo umezoorodhesha, pengine ni kahawa, kahawa ya aina gani ambayo inavutiwa, ina, ina ama inapendwa na wengi kahaa ya uchungu, ladha yake mafuta, inakuwa yeah. mafuta in, inakuwa in, in, in, na uchungu wa auchun. Kuna nyakati zinapita labda upatikanaji wa kahawa unakuwa ni mdogo sana sokoni, na kuna nyakati kahawa inapatikana kwa wingiwatipta kwa wingi inapatikana kwa wakati Wateja wako wakubwa ni wateja wa namna gani hapa? Ni wateja vijana, wateja wa makamu, watu wazima? Watu gani ambao huwa wanapenda sana kuja hapa? Wazee, vijana, wote wakujaga hapa na hakuna wakati maalum wao wanapendelea kuja, muda wote. Sawa, tena kuna muda maalum ambapo wanakuja kwa wingi? Kuanzia saa 12 jioni ndio watu wanakoga wengi sana, saa 12 jioni. Bwana huyu ni Bwana Richard ambaye yeye ni muuzaji wa kahawa hapa katika Kijiwe Nongwa. Kijiwe Nongwa ni miongoni mwa vijiji ambavyo vinapatikana katika eneo hili la hapa Kawe, jijini Dar es Salaam. Sasa huyu ni, ni, ni muuzaji ambaye amezungumza nami hapa ana kwa ana na bado nipo naye, lakini sasa nichukue fursa hii kupiga stori na e, mnywaji ama mnunuaji. Yeye pia tuambie, kwa nafasi yake anapokunywa kahawa ana feel kitu gani? Tukianza na majina yake, mambo vipi? Safi. Jina inaitwa Saidi Juma Farijala. Saidi Juma Farijala. Umekuwa na utamaduni wa mara kwa mara wa kunywa kahawa? Eh, kwanza kahawa mimi ndio utaratibu wangu. Yaani siwezi kukaa siku nsinywe. Lakini sitoshe mimi ndio katibu wa Poverty Fighters Group. Mi ndo ukatibu. Kwa hivyo kumbe tuko na mdao na mkereketa kabisa wa kahawa? Kabisa. Tangu umeanza kujitambua unapokuwa kipindi ulipokuwa unakuwa mpaka unakuwa sasa hivi umekuwa mtu mzima, una uzoefu wa miaka mingapi wa, wa kuzingatia unywaji wa kahawa katika maisha yako kila siku? Inafika 12 12. E, na miaka 12 katika kahawa kunywa. huwa unajisikiaje pindi inapopita siku nzima haujanywa kahawa? Hapana, ninapokuwa sijanywa kahawa, kuna hisia tu fulani kwamba naona kama nimepungukiwa na kitu fulani, lakini hainiathiri nisipokunywa, na ninapokunywa hainiathiri. Kwa hiyo ni sehemu kama ni kiburudisho tu katika mwili wangu. Ulishawahi kupita siku tatu nne tano haujakunywa kahawa? Inapita zaidi ya siku tatu, sababu nikiendaga mashambani huko nakata miezi mitatu si, na wala hakuna kitu chochote ambacho kina... hakuna chochote katika mwili wangu kinachopungukiwa. Okay. Lakini miongoni mwa faida ambazo unazipata una unapokunywa kahawa ni zipi ambazo unaziona? Unajiona tofauti pindi unapokuwa umekunywa kahawa na kipindi ambacho haujanywa kahawa? Kipindi ninapo kunywa kahawa mwili wangu nahisi kama unachangamka. Yaani nahisi kama hata misukumo ya damu inakuwa kama inaenda inakuwa vizuri tofauti na nisipokunywa. Kwa hiyo ndio kikubwa. Miaka ya nyuma ilikuwa ikizoeleka sana kuona wanaokunywa kahawa sana ni watu wazima eh, ama wale wazee na sio kuona watu wa umri wa makamu kama wako wako. Unadhani hii ilikuwa inatokana na nini? Ni uelewa tu ama ni utamaduni ambao pengine watu wazima walikuwa wamejiwekea wao kunywa kahawa tofauti na watu wa makamu na vijana. Hii ni utamaduni ambao umejiwekea wao watu wazima kwa sababu hata mimi nakikumbuka baadhi ya mikoa eh, filigisi hali mtu mwingine yeyote isipokuwa anakula baba mwenye nyumba. Lakini pia ukienda kwetu bara huko, kichwa cha samaki anakula mwenye nyumba, hali mwingine. Kwa hiyo hivyo ni utaratibu ambao wao walikuwa wamejiwekea zamani. Lakini sasa hivi, kadri siku zinavyokwenda, utandawazi unazidi kutoelimisha. Bana, huyu ni miongoni mwa wanywaji wa kahawa na kama ilivyo ada eh, iki kijue kimenoga sana ndio maana kinaitwa kijue nongwa. Yaani watu wa hapa ni bora wanyime kitu kingine lakini kahawa isikosekane. Ngoja nizungumze na, na, na, na mdau mwingine hapa atuambie anajisikiaje anapokuwa anakunywa kahawa na je ni utamaduni wa maisha yake kunywa kahawa. Bwana, mambo vipi? Safi bwana, salama bwana. Safi mambo vipi? Ah, salama kabisa. Unaitwa nani? Naitwa Doto. Doto? Doto, nani? Doto, Abdallah Msimbe. Doto Abdallah Msimbe mkazi wa Dar es Salaam ni mda gani umekuwa na utamaduni wa kuona kunywa kahawa kahawa? Kahawa napendelea sana kunywa asubuhi alfajiri ile. le zangu msikitini kirudi napata kahawa. Na kifika jioni mida kama hii kuanzia saa hizi na kuendelea napata kahawa. Uh, una una miaka mingi sana ukiwa na utamaduni wa kunywa kahawa au ni ni, ni, kipindi cha hivi karibuni tu umekuwa na kunywa kahawa? Oh, kahawa na miaka mingi sana kahawa Kkwa uzoefu wa miaka 20 ambao umekuwa ukinywa kahawa, kahawa zinalimwa katika mikoa tofauti. Kagera wanalima kahawa uh, uh, Kigoma nadhani pia wanafanya alkadhalika, na, na kaskazini mwa Tanzania tukizungumzia Arusha pia wana, wana, wanalima kahawa. Unapokunywa kahawa, ladha yake unavyoi, unavyoisikia unapata kuona utofauti kilinganisho na aina ya mikoa, kwamba unaweza kusema labda kahawa hii ya mkoa huu, kahawa hii inapatikana hapa. Eh, ladha unaweza <coughs> ukaona kulingana na majira yenyewe ya sehemu. Unaweza ukaiona ya Kigoma labda ina nguvu sana, umeona bwana, unaweza ukaiona ina nguvu, lakini inategemea na mtu mwenyewe, sio kama guarantee kwamba hivyo, hapana. Mtu mwingine anakuambia kitu kikali, akwambia sio kikali. Kwa hiyo kwa mimi nazungumzia mimi kama mimi, umeona bwana, kahawa ya Kigoma kali sana. Yani ni nzuri tuseme, yani imechangamka bwana, sawa. Sasa tumetoka kuwasikia wanywaji na wauzaji, lakini moja kwa moja sasa ni kuunganisha na mtaalam katika sekta ya afya, Dr. Isaac Maro ambaye yeye ni miongoni mwa wa Cloudsania kutoka hapa Clouds Media. Yeye kwa nafasi yake amepata nafasi ya kuzungumza kitaalam. E, kahawa ina faida gani katika mwili wa binadamu? Um, kahawa ni moja ya vinywaji ambavyo vimefanyiwa utafiti sana, yani kama ni chakula au kinywaji ambacho kimefanyiwa tafiti basi ni kahawa na ni kutokana na umaarufu wake dunia nzima. Eh, kahawa inanyweka sana, kwa hiyo ni eneo ambalo hata tafiti eh, zimefanyika sana na matokeo yake yanaonyesha, lakini tafiti karibu zote zimeonyesha kwamba kahawa ina faida kiafya, ila ikinywekwa kwa kadiri, yani nikimaanisha kwamba isiwe imepitiliza sana. Unywaji wa kawaida wa kahawa una faida nyingi. Um, kwa kuanzia tu ni kwamba kahawa ukiachilia mbali tunapo kuhusu caffeine eh, lakini kahawa ina kitu kinachoitwa antioxidant ambayo eh, hizi zinasaidia sana kuhakikisha kwamba chembe hai za kwenye mwili zinapona vimajeraha vyake. Kwa hiyo eh, kama kuna eneo ambalo lina changamoto ambalo katika levo ya kichembe hai maana yake ni kwamba linapona, kwa hiyo inasaidia zaidi kwenye kuhakikisha kwamba mwili unajitengeneza vizuri, eh, kwa maeneo ambayo yamekuwa yamepata rapsha kidogo, lakini sio tu hivyo au kutokana na uwepo wa kiwango kikubwa cha kitu kama antioxidants inapelekea pia kahawa kuwa ina uwezo wa kuzuia changamoto mbalimbali mbali za kiafya. Lakini ukitumia kwa muda mrefu kwa kiwango kikubwa inaweza kupelekea ukapata uhitaji wake wa mara kwa mara, nikimaanisha sisi kusema kwamba ni uraibu, lakini kwamba ukikosa unakuwa unaona vitu haviendi, yani ile energy ambayo ulikuwa unaipata, ile drive ulikuwa unaipata, unaipoteza. Na ndio maana unakuta watu wanasema usinywe sana kahawa, kwa sababu inaweza kapelekea ukawa lakini sio tu hivyo, pia matumizi yaliyopitiliza ya kahawa yanaweza kapelekea ukaona moyo una, unafanya kazi kwa nguvu, tunasema palpitations, kwa unasikia mapigo ya moyo yanaongezeka, inaongezeka, inaongezeka, inaweza kapelekea uwezekano wa kupata wasiwasi, yani anxiety e, pamoja na changamoto nyingine. Lakini overall kahawa ina faida sana na e, e, of course mimi sio mpenzi sana wa kahawa, lakini ninapopata fursa na kunywa. Kwa hiyo mimi ushauri wangu ni kwamba Ee, kama unaweza kunywa kahawa kunywa. Mtu ana namna yake ya kunywa kahawa e, kahawa naizungumza hapa ni kahawa kama kahawa. Sasa kuna wengine of course wanapenda kuweka sukari. Sasa sukari tunajua pia ina madhara yake, unajua kiafya, tunazungumzia madhara yanayotokana na sukari. kwa hiyo e kama unaweza kunywa kahawa isiyo na sukari, maanake hapo ndo unakuwa unaweza kupata the maximum benefit inayotokana na kahawa yenyewe. Lakini sio kwamba ukiweka sukari itapunguza faida ya ile kahawa iliyopo, lakini sukari pia ina madhara yake. Kwa hiyo e, na utagundua watu wengi wanaokunywa wanakunywa kahawa wale wapenzi kabisa wa kahawa wanakunywa kahawa, kahawa ambayo haina sukari, kwa sababu e, manake ni kwamba wanaondoa madhara ambayo yanaweza kutokana na sukari, kama sukari ni mengi ambayo tumepata nafasi ya, ya kuyasikia kutoka kwa wauzaji lakini wanywaji wa kahawa, daktari pia amesisitiza kwamba unapokunywa kahawa, si vizuri wala si afya kuchanganya kahawa na sukari. Hayo ni maneno ya mtaalamu Dr. Isaac Maro ambaye kwa nafasi ya kipekee alipata nafasi ya kuzungumza ndani ya Alasiri Special ya Cloud TV kwa niaba ya wote ambao tumeshiriki e, kuiandaa Alasiri Special ya Ijumaa ya leo, mimi ni Rajab Chwaya, mpiga picha alikuwa ni Juma Komen. Asante sana.